Ukombozi wa kweli huletwa na wenye haki tu. Yaani katika ulimwengu, kimsingi ni kwamba uwe umeokoka, uwe ujaokoka, naamini ya kwamba unatazamia unafuu fulani kwenye maisha, unatazamia hali fulani, mabadiliko fulani kwenye maisha, lakini nataka nikwambia kwamba hayo unayoyatazamia au unafuu unaoutazamia uwepesi unaoutazamia, mambo hayo yote yanaletwa na wenye haki. Sababu ya kuja hayo ni wenye haki. Kwa nini naongea hivi? Ni kwamba kuna watu wanatazamia unafuu kwa sababu ya wanasiasa, kupitia wanasiasa. Kuna watu wanatazamia unafuu kwa sababu ya familia zao. Kuna mtu kwenye familia yake amepata nafasi nzuri kwenye kazi, amepata maisha mazuri kwenye, kwenye, kwenye eneo lake anakofanyia kazi. Sasa unakuta watu wanakuwa wanamwegamia yule au kumtegemea yule, kwa sababu wanasubiri ukombozi kutokea kwa mtu wao huyo. Ila kichwa changu kama nilivyokuambia kinasema ukombozi wa kweli katika dunia hii, katika ulimwengu huu, uletwa na watu wenye haki nje na mtu mwenye haki, ukombozi wa kweli huwa hautokei. Hata kama anaweza akatokea mtu akaonekana mtu ni kama ana picha ya kutaka kuwakomboa ana namna ya kutaka kuwakomboa, kikubwa tu atakuwa nje na neno la Mungu, basi ukombozi wake hautakuwa wa kweli na hautakuwa kama Mungu alivyokuwa anataka, anataka watu wa Mungu ni kwamba, ni kwamba nitaenda kusomea katika kitabu cha Yeremia. Nitaanzia hapo katika kitabu cha Yeremia ile sura ya tano na ule mstari wa kwanza asema pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu mkaone sasa na, na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata, mwaweza kumpata mtu mmoja ambaye yuko, yuko mtu mmoja awaye yote aendaye katika haki, aendaye katika haki akitafuta uaminifu. Anasema pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu na katika viwanja vyake, muone, mkatafute, mkaangalie kama mwaweza kumpata mtu mmoja ambaye yeye huyo mtu anatafuta kuwa mwenye haki anatafuta kuwa mwaminifu. Anasema ukiendelea hapo mbele, anasema anasema, anatafuta, anata, atafutae uaminifu nami nitausamee mji huo. Yaani kwa sababu ya kupatikana mtu huyo, mkimkuta mtu huyo anayetafuta kuwa mwaminifu, anayetafuta kuwa mwenye haki, Mungu anasema nitausamehe mji kwa ajili ya mtu huyo, yaani hawa wanaotumwa unatakiwa utambue, hawa wanaotumwa kwenda kumtafuta mtu kama huyo ambaye ni mwaminifu ambaye, ambaye anatafuta kuwa mwenye haki, hawa unatakiwa utambue ni waaminifu, ni watakatifu, ni wenye haki. Hawa watu tayari wana hizo levo. Sasa wanatakiwa kwenda kumtafuta mtu mwingine ambaye ni kama wao ila huyo anayeenda kutafutwa yeye atakuwa sababu ya Mungu kuusamehe mji, yeye atakuwa sababu ya Mungu kukomboa kuwafanya waliotakiwa kuumizwa kupatwa mabaya kwa sababu ya ya dhambi zao au ya dhambi za watu wa mji ule wasipate yale madhara. Sasa wakimpata mtu, mtu mwaminifu, mtu mwaminifu, mtu ambaye ni mwenye haki Mungu atausamee mji kwa ajili ya mtu huyo. Kumbuka nimekwambia kwamba watu wenye haki tu, wenye haki peke yao ndio watu ambao wanatakiwa kuleta ukombozi wa kweli katika jamii, na Mungu alikusudia kwamba dunia itaokolewa na watu wenye haki, na ndiyo maana alianza kuwatuma manabii kwanza tangu enzi hizo manabii wakaja ulimwenguni ili kuleta ukombozi ili kuleta haki ili kuleta kuleta ule uokovu wa Mungu. Hao manabii wote walikuwa wakiuawa na waovu, walikuwa wakitendwa mabaya na waovu Baadaye Mungu akavuka mbali sana, mpaka kumtuma Yesu Kristo mwanawe mpendwa kabisa, mwanawe mpendwa kabisa, ambaye Biblia inasema yeye ni mzaliwa wake wa kwanza. Katika Wakolosai ile inasema yeye ni mzaliwa wake wa kwanza, lakini bado alipomtuma huyo, walimtenda mabaya hivyo hivyo, walimtenda mabaya hivyo hivyo, wakamuua na kumfanyia dhiaka nyingi lakini bado Mungu hajakoma, anaendelea kuwatuma watu, anaendelea kuwaamini watu. Watu hao anaowaamini ni wenye haki, ni watu wanaotafuta kuwa waaminifu, wapo duniani hapa, ambapo wewe mwenye, mwanadamu mwingine unaamini kwamba dunia hii yani, huwezi kuwa mtakatifu, huwezi kuwa mkamilifu, huwezi kuwa mwaminifu, huwezi kuwa mwenye haki. Lakini Mungu anawatafuta watu, na ana watu waaminifu, ana watu wenye haki, ana watu watakatifu, ana watu ambao wameamua kuyaacha maisha yao na kuto kuyahesabu maisha yao kama ni kitu kwenye ulimwengu huu. Mungu kaamua kufanya hivyo, na bado anawatafuta watu ambao watawatafuta watu wengine, waaminifu wengine, watakatifu wengine, wakamilifu wengine, wanaopambana ili waweze kuikomboa wa dunia. Mtu wa Mungu, bado tunaendelea kujifunza kwamba hapa Mungu anawatuma watu wakatafute mtu mwaminifu, mtu ambaye ni mwenye haki ili Mungu kupitia mtu huyo ausamee mji. Anausamehe vipi mji? Anausamehe vipi mji? Sio kwamba akishatokea huyo mtu basi, kwa kuonekana kama huyu hapa ameshapatikana, Mungu tayari anausamee, kwa sababu Mungu anaamini yule mtu mmoja atakayekuwa amepatikana ana uwezo wa kugeuza mioyo ya waovu wote. Yaani, mtu mmoja anayepatikana katika jamii mwenye haki mmoja, mwaminifu mmoja, anayekuwa amepatikana katika jamii anakuwa na uwezo. Mungu anamwamini huyo mtu viwango vya kwamba pamoja na kwamba yeye ni mmoja, lakini anaweza akageuza maelfu ya mioyo ya watu pamoja na kwamba yeye ni mmoja, anaweza akageuza mamilioni ya watu walioko duniani. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba, kwamba. Mungu huwa anaamini ukombozi hata kwa mtu mmoja, hata kwa mtu mmoja. Na ndiyo maana mtu mmoja Yesu Kristo alitoka mbinguni. Mungu aliamini ya kwamba ana uwezo wa kwenda kuleta ukombozi kwa dunia nzima, dunia nzima. Lakini bado Yesu mwenyewe alikuja kuleta ukombozi kwa dunia nzima, na walimfanyia kama ambavyo wewe mwenyewe unajua, kama walimfanyia hivyo, manake ali ilikuwa ni ngumu hata kwa Yesu Kristo mwenyewe, alikiri ya kwamba ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke, kwa sababu hawa wanadamu ambao umenituma kuwakomboa, yani, yani sio shughuli nyepesi, ni shughuli ngumu, ni shughuli ngumu. Akapita wakati wake, lakini ile kazi akawaachia wanadamu wengine ambao ni wanafunzi wake akawaachia wanadamu wengine ambao ni wanafunzi wake. Kazi ilikuwa bado haijakamilika, kazi ilikuwa bado haijaisha. Hivyo mtu wa Mungu, Mungu ana uwezo, anaamini, anaamini ya kwamba kwa mtu mmoja naweza nikaokoa ulimwengu, kupitia mtu mmoja, kupitia mwanadamu mmoja ninaweza nikaokoa ulimwengu. Sasa ni mwenye haki peke yake, mtu huyu ambaye anatafutwa na Mungu ili aokoe ulimwengu, ili aokoe wanadamu ili aokoe jamii kubwa ya watu wanaomzunguka, ili awabadilishe waovu wawe wema, ili awatengeneze wala rushwa, wapokea rushwa waache kupokea rushwa, waache kutoa rushwa, waache kupotosha hukumu, mahakimu mahakimu waovu, wanadamu waovu, wanadamu watendao mabaya, kazi ya neno la Mungu na kazi ya wenye haki, yule mtu anayetafutwa, kazi yake anayetafutwa, ili aokoe wanadamu, ili Mungu asamee mji kazi yake ni kuwafanya waovu waache uovu ni kuwaambia waovu uovu wanaotenda kwa namna kwa lugha ambazo zitakuwa zikidhihirisha uovu wao zikidhihirisha mabaya yao na ndio maana ukisoma katika ile Mika ile Mika saba pale Mika saba na ule mstari ukianzia mstari wa nne pale anasema kwamba anasema ule mstari wa nne anasema anasema na mtu mwenye haki katikati kati yao na mtu mwenye haki katikati yao ni kama miba micho ni kama mbigili. Yani mtu mwenye haki katikati ya watu waovu ni kama mbigili na mwenye na mwenye adili mwenye adili ni kama ni kama boma la michongoma. Yani hawa watu wamewekwa kwenye mtazamo huu kwamba mwenye haki anatazamwa kama anatazamwa kama kama mbigiri kwa sababu nini? Mwenye haki kazi yake ni kuchoma choma wasio na haki. Kazi ya mwenye haki ni kuchoma choma wasio na haki, vile unavyo unavyoyaongelea ongelea mambo ya waovu, unavyowakelakela waovu, unakuwa unawachoma choma, unawa unaharibu maslahi yao. Sasa wanakuona wewe ni mbigiri katika jamii, wanakuona wewe ni mbigiri kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye eneo mliopo, kwenye ulimwengu tuliopo, na mwenye na mwenye adili pia mtu mwenye maadili, yani, mtu mwenye maadili ambaye yeye hataki upotoshaji, hataki upotoshwaji, ni mtu mwenye moyo mwe ulionyoka. Yule mtu inasema ni kama katikati ya waovu, ni kama boma la michongoma. Kazi ya michongoma, mtu wa Mungu ni ile ile, ni kuchoma, choma. Wewe utakuna chomachoma tu waovu, una watoboatoboa tu, una watoboatoboa tu. Walitaka hapa wale rushwa, walitaka hapa wafanye nini, wapotoshe hiki, wamuonee huyu, wewe unatokea na kusema hapana, hicho kitu hapa Hapana. Hilo jambo hapana, hili jambo hapana. Mwanasiasa alikuwa anaimba ana, ana mahali fulani, anakula mahali fulani, nchi yeye na familia yake na watoto wake na ndugu zake, nyinyi watu wengine mnaendelea kuumia kwa namna nyingi, mnaendelea kuteseka. Kazi ya mwenye haki ni kuongea na kusema hapa, hapana. Wewe ndio ni mwanasiasa unaitwa mheshimiwa, unaitwa kiongozi, unaitwa nani, lakini hapa hapana, hapa hapana, hiki unachokifanya, hiki sio chenyewe, sio neno la Mungu. Hii nchi ni yetu wote, huu ulimwengu ni, ni wetu wote. Lakini kwa nini wachache wa mnufaike? Kwa nini wachache muishi vizuri? Kwa nini wachache muishi salama? Sasa wewe utakayekuwa unatokea na kufanya hivyo, wewe unakuwa ni mwiba na ni, ni michongoma ni mbigili, ukitoboatoboa wale watu, ukiwachomachoma wale watu, ukiwachoma, ukiwachomachoma wale watu. Na ndio maana mtu wa Mungu, ninakwambia mwenye haki ndiye mwenye sifa ndiye mwenye namna zote za kuweza kuwakomboa watu kuwakomboa wanadamu, kwa sababu Mungu aliwaamini na ukombozi anaamini utatokea kwa hao. Sio kwamba Mungu anabahatisha, sio kwamba Mungu anabahatisha au kwa kwamba wale mbona walikufa waliishia njiani, hawa mbona wanakufa wanaishia njiani, na wengine wanaanza tena lakini bado wanaishia. Mtu wa Mungu, Mungu abahatishi hivyo ndo. Tunauelekea ukombozi wenyewe hivyo ndo, tunauelekea utakatifu wenyewe hivyo ndio tunauelekea ukamilifu wenyewe, vile ambavyo watu wanaanza wanafikia njiani na wengine wanaendelea wanafikia njiani na wengine hivyo ndo tunauelekea ukombozi wenyewe. Mpaka mwisho wa siku utajikuta tumo tayari katika ukombozi wenyewe. Tume, tumeingia tayari katika uta, katika utakatifu ukamilifu wenyewe tumeingia tayari katika ule ukombozi na lile kusudi la Mungu lenyewe. Na inasema inasema kuja kwa mwana wa Adamu itakuwa kama kipindi cha cha chanu kama kipindi cha nu watu watakuwa wakila na, na kunywa, wakioa na kuolewa, lakini watajikuta tayari wame, yani tayari ukombozi huu hapa umeshatokea, na ndio maana bado tunaendelea bado tunakuwa tunaendelea namoyo, na moyo nakwambia kwamba CCM haitaweza kuleta ukombozi. Yani, mwanasiasa mwovu hata akitokea ndani ya CCM hawezi kuleta ukombozi. Mwanasiasa mwovu hata akitokea ndani ya Chadema hawezi kuleta ukombozi kwa sababu gani? Kwa sababu ukombozi hauji na waovu, ukombozi unakuja na wenye haki. Wenye haki ndo wanaoleta ukombozi. Yule unayemwamini kwa sababu ni mwanasiasa yeye, yupo kwenye chama fulani kikubwa, hacha chama fulani kinachojulikana, kinachofahamika, unamwamini kama ni mwenye haki, yani, yani yani, sio yani, ni, ni, ni, ni mwanasiasa tu mkubwa kikubwa, sio mwenye haki. Wewe jua akiingia hapo atakuwa mwovu kama waovu wengine, atakuwa mbaya kama wabaya wengine, atatenda mabaya kama, yani kama, kama wabaya wengine. Lakini mwenye haki peke yake, mtu wa Mungu peke yake, ambaye ndani yake kuna kusudi la Mungu, huyo ndiye anayeweza kuleta ukombozi wa kweli katika hii dunia. Na ndio maana tunawajaribu kuwawekea mifano watu kama wakina Magufuli kwa namna yoyote ndiyo. Hakuna mtu mwenye mema, mwenye mema tu wako, watu kila mtu ana mema, kila mtu ana mambo fulani fulani ambayo inaonekana ni kama amepungua, an ni kama ana madhaifu fulani, ni kama ana matatizo fulani, lakini wale watu walikuwa wanaonekana kabisa walikuwa wana mioyo kabisa ya dhati ya kuleta ukombozi, kuleta nafuu na kwenye maisha ya Watanzania, kuleta nafuu na kwenye maisha ya watu. Lakini ukombozi wa kweli kabisa aliokusudia Mungu huletwa na watu. Mungu akubariki sana sana sana sana kwa haya, Amen.